Niombe sana nikuambie mheshimiwa meneja wa mkoa, lakini pia ulichukue hili kwamba kuna malalamiko ambayo yanakuja moja kwa moja na yana ukweli kwamba baadhi ya watumishi wetu ambao wapo hapo wanakula mshahara wa serikali wanafanya mambo yasiyofaa. Mpenzi mtazamaji ili kuwa wa kwanza kupata matukio tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe. Kama mshale unavyokuonyesha, mpenzi mtazamaji wa Chawamata TV, katika kipindi hiki utaweza kumsikia mheshimiwa Hassan Dede kwa niaba ya viongozi wa vyama, utaweza kumsikia mheshimiwa Vincent Tarimo kutokea kurugenzi ya matengenezo na kitengo kinachosimamia mizani, utaweza kumsikia mwandisi Baraka Mwambage kwa niaba ya mtendaji mkuu. Mpenzi mtazamaji wa Chawamata TV, baada ya malalamiko ya madereva kuhusu mizani wa Vigwaza, vyama vya madereva kupitia viongozi wao wamefika eneo la mizani ya Vigwaza ili kujua hali halisi ya magari yaliyopaki kwa wingi katika eneo la mzani wa Vigwaza. Naitwa Hassan Dede, mwenyekiti wa taasisi ya madereva Tanzania kifupi TMD Long distance. tuko hapa leo baada ya kuona mambo ambayo yalikuwa yakiendelea katika mtandao wetu wa kijamii na, na platform zetu ya magurupu ya kuhusiana na mzani, mzani wa Vigwaza Uh, sisi kama taasisi kushirikiana na chama cha wafanyakazi tadu, maana ya katibu mkuu chama cha wafanyakazi tadu, lakini pia kushirikiana na chama cha wa mabasi madereva wa mabasi Tanzania, lakini pia na naibu katibu na viongozi wengine, tuliona ni vyema tukafika eneo la tukio. Sisi kama viongozi tunaamini sana katika kulifuatilia jambo na kuweza kuzungumza kile ambacho tumekiona na si kufuata kile ambacho tunazungumzwa. Uh, changamoto iliyopo kubwa hapa ilikuwepo ni kwamba uelewa nafikiri wa sisi wote kwa pamoja, lakini pia na kwa mambo ambayo yalikuwa yakijitokeza ikiwemo uh, magari kuzidi, kuzidi, kuzidi uzito na na GVM na, na, na, na kadhalika. Tumekutana na viongozi wa TANROADS kuweza kupata mwafaka wa TANROADS pamoja na mizani kupata mwafaka uh, juu ya kila ambacho kimelalamikiwa na madereva. Uh, sisi kama, kama, kama taasisi lakini kama mjumuiko wetu wa, wa, wa viongozi tumelipoona hili baada na viongozi tumekutana nao, na mwisho wa siku tunawashukuru, wametupa ushirikiano wa kutosha na kuweza kutupa yale ambayo yapo, lakini pia kuweza kujua kipi ni kipi na kipi kifanyike kwa wakati gani kwa sisi madereva. Moja kabisa jambo lililokuwa pombeni ni kwamba kuna baadhi ya, ya, ya gari ambazo zilikuwa zimezidi, lakini baada ya kuelimishwa kuhusiana na, na gari ya, ya kwanza iliyokuwa yule dada uh, jina mea, mwisho wa siku ameelimishwa uh, vizuri na watu wameelewa vizuri kama mapungufu yako wapi, makosa yako wapi. Jambo hilo limekuwa soft, tiari imeisha na tiari dada anafikiri kwa posi zingine anamalizia aweze kwenda na safari yake kurudi kuendelea kufika Dar es Salaam. Aa, lakini pia kuna mambo kadhaa ambayo yalikuwepo hapa upande wa, wa madereva wengine wa kigeni ambao walipakia mafuta yao kama hizo gari ambazo zimekodiwa zume, kwenye kilipu wamepakia mafuta Kigamboni. Aa, kwa bahati mbaya kwa ugeni waliokuwa nao hawakuweza kupima, hawakuweza kuhakiki katika mzani wa kuhakiki wa Kurasini bali wengine wahakiki mzani wa Kigamboni ambao ni mzani ule uko chini ya NCCF, lakini wao wakawa wametoka baada ya kuja kwenye mzani ambao unahakikiwa, mzani wa serikali ambao uko hapa Vigwaza, na kuona kila kile ambacho kimezidi kime, kime, kime, kime, kime uh, TANROADS uh, kupitia sheria zao wametoa elimu, lakini mwisho wa siku na kuambia sasa hawa wahusika walipe kisha wapunguze ule, ule mzigo. Ambao sisi kama taasisi sisi kama chama tunapongeza serikali ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo imefanyika, kwanza baada ya kupokea hizi changamoto za hawa madereva. Moja kwa moja, kuna mambo ambayo yamefanyika ndani ya serikali hii, yakiwemo haya ya kuyatekeleza, kuyasikiliza. Kwanza, kama unavyoona hivi sasa ni usiku majira kama saa mbili kasoro tuko hapa na viongozi hawa, meneja wa watanodi, viongozi wa mizani, tuko nao hapa kwa ajili ya kutatua changamoto za madereva zilizopo hapa. Kwa mimi kama mimi binafsi yangu nashukuru serikali yangu kwa kuwa na viongozi wenye weledi, wenye kutusikiliza na imani. Sasa madereva, hemu tembeni kifua mbele, lakini hakikisheni kwamba mnapotoka kupakia mizigo yenu kama ni Kigamboni, hakikisha unaingia kwenye mzani ambao unatambulika na serikali ili uweze kuhakiki mzigo wako na uweze kufika eneo hili ukiwa uko salama. Pamoja na mambo mazuri ambayo yanafanywa na serikali yetu, lakini kuna vitu ambavyo vinafanywa baadhi na watu, ya watumishi wa kwenye hii mizani. Hatuzungumzi mzani huu tu mmoja, ipo mizani mingi pia ambayo imekuwa ikilalamikiwa ku, kuna namna ambavyo inachezewa na, na, na baadhi ya watumishi. Kwa hiyo kama rais wa madereva Tanzania, na mwenyekiti wa taasisi ya madereva niombe sana nikuambie Mheshimiwa meneja wa mkoa, lakini pia ulichukue hili kwamba kuna malalamiko kwa ambayo yanakuja moja kwa moja na yana ukweli kwamba baadhi ya watumishi wetu ambao wapo hapo wanakula mshahara wa serikali, wanafanya mambo yasiyofaa. Mambo haya yanapokuwa mengi yanatengeneza manung'uniko kwa, wa, kwa wananchi. Manung'uniko haya yanakwenda kugombanisha serikali na wananchi wake. Mwisho wa siku wananchi wanaona serikali hii ni mbaya, kumbe wabaya ni watu wawili watatu kwa hiyo niombe sana viongozi, mnaosema wenye zamana hii viongozi mamlaka, mlichukue hili ikibainika kuna yale ambayo tuweze kukazungumza hapa, kama ikibainika yana ukweli ambayo yamewasilishwa na tumeawasilisha kwenu, tunaomba hatua kali zichukuliwe kwa watu hawa, ili wafundishwe fundisho kwenye mizani mingine. Asanteni sana. Kutoka kurugenzi ya matengenezo kitengo kinachosimamia mizani, mheshimiwa Vincent Tarimo amewasisitiza waajiri na madereva kutotumia asilimia tano kama sehemu ya kubebea mizigo. Alikuwa na haya ya kusema. Asante sana kwa majina, naitwa Vincent Tarimo, natokea kurugenzi ya matengenezo tano za makao makuu kitengo kinachosimamia shughuli za mizani. Napenda nitoe elimu kidogo ya sheria ya udhibiti uzito wa magari ya Afrika Mashariki ya mwaka 2016 na kanuni zake za mwaka 2018. Kama tunavyofahamu kupitia sheria hii, sheria inamtaka msafirishaji yoyote mwenye gari ambalo linaanzia tani tatu na nusu kupita katika vituo vya mizani kwa ajili ya kuhakiki uzito wake ili kudhibiti uzito ule usije ukaleta uharibifu kwenye miundombinu ya barabara pamoja na madaraja. Sasa katika kulisimamia hilo, ndio maana tumeweka vituo vya mizani kwenye barabara zetu kuu pamoja na barabara za mikoa ambavyo vitang'amua uzito wa magari yanayopita pale na kufata taratibu ambazo zinatakiwa kwa mujibu wa sheria. Sasa kumekuwa na sintofahamu nyingi, ikiwemo kujua nini hasa huwa kinapelekea magari yanazidi hiyo imekuwa ni changamoto kubwa, na ili nimependa kidogo nilitolea ufafanuzi kupitia chombo chenu hiki ambacho naamini kinaenda sehemu mbalimbali zinazohusiana na madereva. Kwanza tufahamu, endapo gari lina hitilafu kwenye mfumo wa booster au air suspension, gari hilo linaweza likabadilisha kipimo wakati wote ule, kipimo hicho kikatofautiana kutoka mzani mmoja kwenda mzani mwingine. Lakini sababu nyingine ambayo inapelekea gari kuzidisha uzito ni matumizi mabaya ya asilimia tano iliyotolewa kama allowance ya kukompensate au kufidia pale mzigo unapohama kutoka kundi moja la mitaimbo kwenda kundi lingine. Changamoto hii inatokea pale ambapo wasafirishaji wanaitumia le asilimia tano kama sehemu ya kubebea mzigo badala ya kukompensate au kufidia pale mzigo unapohama kutoka kundi moja kwenda kundi lingine. Hili ni tatizo kubwa ambalo tunaendelea kusisitiza kwamba wasafirishaji wabebe ile kitu inayoitwa allowed weight, wasitumie adjusted weight. Asilimia tano isiwe sehemu ya kubebea mzigo, bali iwe sehemu ya kufidia pale mzigo unapohama kutoka kundi moja la, la excel au mitaimbo kwenda kundi lingine. Na ndio maana ukiangalia uzito wa jumla wa gari hauna ile 5% ile asilimia tano, ikimaanisha kwamba ile asilimia tano iliyowekwa ni kwa ajili ya kufidia tu mzigo pale unafanya nini? Unahama. Lakini sababu nyingine ambazo zinapelekea gari kuzidi uzito ni kama pale dereva ameongeza mzigo au abiria, itabadilisha, itabadilisha uzito ambao ulipimwa kutoka kituo cha kwanza kwenda kituo cha pili. Lakini sababu nyingine ni aina ya mizigo iliyobebwa. Ukikuta umebeba mzigo kama mchanga, mzigo kama kokoto, mzigo kama mbao, umepima kituo A. Hapo katikati, kabla ya kufika kituo B, imenyesha mvua kubwa Aina hii ya mizigo ina mtindo wa kunyonya maji, hivyo mpaka unafika kituo B utana na uzito ambao ulitoka nao kituo A. Kwa hiyo uzito utabadilika. Kwa hiyo hizo ndio sababu ambazo zinapelekea uh, magari kuzidisha uzito. Lakini kubwa ambalo tunapenda kulisisitiza ni kwa madereva kuhakikisha utimamu wa gari lako kabla ya kuingia kwenye kituo cha mzani. Kagua booster, kagua breki zako na mambo mengineyo, na kama umebeba mzigo kwenye alafu umefunika na turubai imenyesha mvua, kagua turubai lako. Kuna maturubai ambayo yanabeba maji. Kwa ni vitu vya kujiridhisha navyo, lakini jambo lingine ni kuhusiana na elimu. Kama taasisi tumeendelea kutoa elimu kwa wasafirishaji na vyama vya madereva, lakini turn up ya madereva imekuwa ni ndogo muda mwingi wanakuwa bize, na changamoto inapotokea sasa, wanakosa ule uelewa wa kujua ni wakimbilie wapi au wafuate utaratibu gani. Hivyo tunaendelea kusisitiza pale tunapoitisha elimu na mafunzo yanayohusiana na elimu ya udhibiti uzito wa magari, wao wanajitokeza kwa wingi ili kuondoa hizi sintofahamu. Wakijua elimu hii, tuna uhakika hii overload au kuzidisha uzito itakuwa imeisha kabisa. Kuna kampuni ambazo overload kwao haipo, zipo na tuna ushahidi huo. Eh, kwenye ofisini kwetu. Kwa hiyo ni swala la elimu, hao walishaelimishwa na wakajua. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza kwamba watu kufata taratibu na sheria, lakini nilipenda pia kuongelea ule utaratibu ambao wasafirishaji wengi wamekuwa kiutaka, anapokuta amezidi anatamani kurudia kupima. Kifungu cha kumi na saba cha sheria udhibiti uzito wa magari, kifungu kidogo cha kwanza na cha pili kinamtaka pale gari lako linapozidi, kinapomtaka, kinamtaka msafirishaji pale gari lako linapozidi Jambo la kwanza unatakiwa kwanza ulipe tozo ile ya uzidishaji kwa sababu tayari umeshaharibu barabara. Baada ya hapo utapanga mzigo au kushusha kile kiwango kilichozidi, alafu utarudi kupima, kuangalia kama umesha rudi katika vile viwango vinavyokubalika kisheria. Baada ya hapo utaruhusiwa na utapewa tiketi ambayo tunaiita reway ticket. Hilo pia nimeomba nimeona nilisisitize kwa sababu kumekuwa na watu ambao wanadai kuona kwamba wanapaswa kufanya hivyo. Mathalan, mtu ana changamoto ya kwenye booster. Booster ana uwezo wa kupunguza mpaka tani tatu, ana uwezo wa kucheza na booster na akaondoa ile overload, na wakati huko walishakwisha kuharibu barabara. Kwa hiyo niendelee ku, kutoa rai kwa wasafirishaji pamoja na madereva kusimamia sheria hii. Hizi barabara zinajengwa kwa gharama nyingi sana, kwa hiyo ni jukumu letu sote kuhakikisha zinadumu katika kipindi ambacho kimekusudiwa. Ndapo dereva atafika mzani na naaka pata changamoto anatakiwa malalamiko yake ayatoe kwa njia ipi? Asante sana kwa swali zuri. Kwanza ifahamike kwamba katika vituo vyote vya mizani ambavyo vinasimamiwa na TANROADS chini ya wizara ya ujenzi, zipo namba za mameneja wa mikoa husika. Tuna namba ya meneja wa mkoa, tuna namba ya msimamizi wa mzani wa mkoa na tuna namba ya kamanda wa TAKUKURU wa mkoa. Kwa hiyo katika hatua ya kwanza ya kupata suluhi ya tatizo iliyotokea, na zile zimewekwa mahususi ili pale dereva au msafirishaji anapopata changamoto aweze kufanya mawasiliano hayo. Asiporidhika na suluhi iliyopatikana pale, anaweza akamwandikia mtendaji mkuu au kufika kwa mtendaji mkuu kuleta malalamiko yake, na asiporidhishwa na malalamiko ya mtendaji mkuu, basi anaruhusiwa ana, ana, ana, ana, anaelekezwa kwenda wizara ya ujenzi ambayo iko chini ya waziri wa ujenzi na katibu mkuu ndio hiyo ndio proper channel ya kufikisha matatizo na siyo kwenye platform nyinginezo. Mwandisi Baraka Mwambage ambaye ni meneja wa TANROADS Pwani kwa niaba ya mtendaji mkuu amesema siyo makusudi ya serikali kupitia wakala wa barabara na ujenzi kuwa kero kwa usafirishaji. Alikuwa na haya ya kusema, niaba ya mtendaji mkuu. E, jina langu naitwa mhandisi Baraka Mwambage ni meneja wa TANROADS mkoa wa Pwani. Kwanza tungependa kuieleza jumuiya ya usafiri na usafirishaji kwamba si makusudi ya serikali kupitia wakala wa barabara na wizara ya ujenzi kuwa kero kwa usafirishaji. Jukumu letu sisi ni kuhakikisha kwamba tuna facilitate shughuli hizi zifanyike bila kuwa na kikwazo chochote kile. Sasa haya malalamiko ambayo yamekuwa yakitokea kwenye baadhi ya maeneo ya vituo vyetu vya mizani, tunachoahidi ni kwamba e, tunaenda kufanya uchunguzi na tumekuwa tukifanya uchunguzi e, wa kina kubaini makosa ya hawa watumishi ambao wamekuwa kijihusisha na vitendo vinavyolalamikiwa, na pale itakapobainika basi hatutasita kuchukua hatua kali kwa mujibu wa utumishi wa umma. Nipende kuwatia moyo madereva na watu wengine wote ambao wanahusika na hili e, e, eneo la usafiri na usafirishaji kwamba muda wote tuko tayari kuhakikisha kwamba wanafanya shughuli zao bila kuwa na kikwazo chochote kile. Asanteni kwa kunisikiliza. Ndiyo mtazamaji wa Chawamata TV, kama ulivyotoka kuwasikia viongozi wa serikali na viongozi wa madereva hapa mzani wa Vigwaza, mimi sina la ziada mpaka hapo patikana kwenye kipindi kingine, ila mpenzi mtazamaji, usisahau kutumia kituo chako cha Chawamata TV kama kituo bora cha kupata taarifa kuhusiana na sekta nzima ya usafirishaji na taarifa nzima kuhusiana na sekta ya usafirishaji. Nikiripoti kutokea hapa Vigwaza, mimi ni George Louis.